Karibu ndugu mtazamaji, katika chaneli yako bomba na pendwa kabisa ya habari Dicky Studio TV, ili tuweze kufikishia habari hii kwa undani zaidi kuhusu kifo cha Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa marehemu Gaddafi. Na hii ni habari kwa undani. Saif al-Islam Gaddafi, mtoto aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi amejeruhiwa vifo, na ripoti nyingi za kimataifa zinabainisha kuwa aliuawa mji wa Zintan magharibi mwa Libya hapo jana. Taarifa hii imethibitishwa na wakili wake pamoja na mshauri wake wa kisiasa kupitia mitandao ya kijamii na pia na vyombo vya habari vya kimataifa. Saif alikuwa na umri wa miaka hamsini na tatu wakati wa kifo chake. Serikali ya Libya imeanza uchunguzi rasmi kuhusu tukio hilo, lakini haijatoa maelezo kamili ya kihalisi kuhusu ni nani aliyehusika au sababu kuu ya shambulio hilo. Ripoti za awali zinasema kuwa walinzi walizimwa kamera za ulinzi kabla ya washambuliaji kuingia na kwamba watu waliowekwa kama waliokuwa na silaha walianza shambulio nyumbani kwa Saif al-Islam. Hata hivyo maelezo ya kina kuhusu wenyewe waliomshambulia au ni nia yao bado haijafahamika hadharani. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Libya imeanzisha uchunguzi wa jinai kuhusu, vikosi vya kijeshi vya eneo hilo vikikanusha kuhusika na shambulio hilo pia kuna taarifa zinazopingana kuhusu kama tukio lilikuwa ni shambulio la hasia kati ya makundi ya silaha au mauaji yaliyopangwa. Saif al-Islam alikuwa kiongozi maarufu kisiasa Libya na mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa kabla ya mapinduzi ya mwaka elfu mbili na kumi na moja alihesabiwa kuwa Mwanaweza kuchukua urithi wa utawala wa baba yake Muammar Gaddafi kabla ya vita ya kwa wenyewe kwa wenyewe nchini Libya mwaka huo wa elfu mbili na kumi na moja, ambapo baba yake Muammar Gaddafi aliuawa na waasi. Baada ya mapinduzi ya mwaka elfu mbili na kumi na moja alikamatwa na, ali na wanamgambo akijaribu kukimbia nchini. Aliwekwa gerezani na kutumikia kifungo kwa miaka kadhaa hadi kuachiwa kwa, kwa msamaha wa kisiasa mwaka 2017. Pia alijaribu kurudi katika siasa kwa kuwania urais mwaka 2021. Lakini aliwekewa vikwazo vya kisheria kutokana na hukumu ya kifo aliyopewa enzi za mapinduzi. Hii ilileta mgogoro mkubwa wa kisiasa na kusababisha uchaguzi kufutwa. Kifo chake sasa kinawekwa kama tukio kuu kisiasa kinachoweza kwa asili ile mbio za uchaguzi na siasa za Libya, nchi ambayo imekuwa ikianguka katika migawanyiko ya kisiasa kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, Libya iko katika mchakato wa kujaribu kupanga uchaguzi wa taifa mwaka 2026. Kwa sasa, mamlaka imeweka tarehe ya uchaguzi wa rais na baraza la wawakilishi. Ingawa mchakato huo umekuwa mgumu kutokana na migogoro ya kisiasa na milisia zinazopigana kut kutaka udhibiti wa rasilimali. Kifo cha Saif kimechukuliwa na wengi kama tukio linalounga mkono ama kulikalia mgawanyo uliopo. Kwa upande mmoja, kinaweza kuondoa mstari wa mgogoro wa kisiasa uliozunguka atakayeongoza uchaguzi. Kwa upande mwingine, kinaweza kuchochea hasira za wafuasi wake na kuongeza mivutano kati ya makundi yanayoshindana nchini Libya. Habari kuhusu tukio hili limekuwa na mitazamo mingi. Baadhi ya vyombo vya vi habari vinaripoti kwa msimamo fulani kuhusu ni nani anaweza kuwa nyuma ya shambulio, wakati wengine wakitoa tahadhari kuhusu ukosefu wa taarifa za serikali rasmi. Kimataifa, vyombo vi vya habari vinavyoaminika vimeripoti tukio hili kwa kufuatilia ripoti za familia yake, wakili na vyombo vya habari vya Libya bila ushahidi wa kina wa serikali. Kufuatia kifo hicho, uchunguzi wa jinai umeanzishwa na mamlaka ya Libya ili kubaini ni nani aliyehusika na mazingira halisi ya tukio. Maelezo kuhusu ushahidi wa awali kama CCTV, mashahidi wa tukio au kikosi chochote kinachohusika bado hayajatolewa wazi. Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa Muammar Gaddafi ameuawa mjini Zintan, Libya. Taarifa hii ilithibitishwa na wakili wake na mshauri wake wa kisiasa. Hata hivyo, maelezo kamili kuhusu tukio hilo bado hayajatolewa na uchunguzi bado unaendelea ikiwa unataka ikiwa unataka habari kamili, unaweza kutufuatilia Dicky Studio TV. Pia usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike hapo chini, ili uweze kupata maendeleo ya habari na habari motomoto -moto, za kimataifa, kitaifa, kisiasa na a kimichezo.